Msingi ni muhimu sana kama unavyoona, msingi msingi, ni muhimu sana mtu amesoma kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu ili achukue cheti cha uinjinia eh? achukue ridhaa ya kuwa injinia, anatakiwa afunge miaka minne pale juu, miaka kumi na nane mtu yuko darasani anasoma. alafu mtu kilais rahisi ana anaharibu msingi. Ndio maana mambo kama haya yanatokea ya kufumua, ili tujenge upya kwa sababu mtu aliipangua miaka ya mtu 18 akaivunja Christ race. Sasa Biblia inasema msingi tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Halafu mtu Christ race, anakuja kuharibu. Ndio tunalazimika kwanza kubomoa imani potofu na kwanza kuonyesha msingi wa Mungu ambao Bwana anautaka tuishi. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yoshua ile sura ya kwanza mstari wa nane, anasema kitabu cha sheria hii kisitoke kinywani mwako. Sasa watu wanatoa kitabu cha sheria, wanabeba madudu ya ajabu. Ndio misingi ya ajabu. Najenga hapa kwa sababu mtu aliharibu miaka ya mtu kumi na nane. Sasa wewe imagine, chukulia, imajini mfano, Mungu aliongea na Musa muda gani? Siku themanini. Musa anaichukua ile sheria ya Bwana kule mlimani, halafu mtu kirahisi rahisi anakuja naibomoa. Paulo anasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni kunyosha kona, lilikuwa linataka kunyosha kona. Kwa hiyo lilikuwa linakaa hapa konani lile jiwe kubwa kuliko mawe madogo linakaa hapa ili kunyoshea mawe madogo yote. Sasa mtu anamuondoa Yesu, anabaki yeye. Wewe unajenga imani gani hiyo? Unajenga imani gani eh?